Mtazamaji na mfuataji wetu, kitu muhimu katika ufugaji wa kuku cha kuzingatia ni swala la usafi. Kama ambavyo unaona hii sehemu ni clear, ni safi. Angalia chini hamna maji, hamna kinyesi, hamna harufu mbaya, hamna chochote ambacho kinaweza kukua sosi ya magonjwa kwa kuku. Kuzingatia usafi ni kuanzia kuku mwenyewe, wewe mwenyewe na eneo kwa ujumla. Kwa hiyo unapoona eneo ni safi hivi, umepunguza magonjwa umepunguza vifo pia, umepunguza gharama ambazo zingekugharimu kuingia kununua madawa, kuleta watu. Lakini lakini hii pia inasaidiwa na kutumia economic chicken cage, kwa sababu kinyesi kinakuwa sehemu yake, chakula kinakuwa sehemu yake, na mfumo wa maji. Kwa hiyo hii inakusaidia pia ku avoid hata gharama lawa uh, wafanya kazi katika shamba yako. Kwa hiyo ni sehemu la kuvuta bahati na kulisafisha then na kurudisha kwenye sehemu yake, ina avoid sana. Kwa hiyo kienda kutumia huu mfungaji na hii system unapunguza gharama ya wafanyakazi, unapunguza gharama ya vifo, magonjwa hayata kuwepo ukizingatia ile tipu ya chanjo kwa kuku, na mazingira yatakuwa masafi na kuku wako watakuwa vizuri na atakupa faida.